Mpendwa mtazamaji, siku ya Jumatatu kanisa linafanya sikukuu ya watakatifu malaika wakuu Mikaeli, Gabrieli, Rafaeli, hawa malaika wakuu. Karibu katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu. Neno la Mwenyezi Mungu tunalipata kutoka katika kitabu cha Danieli sura ya saba aya tisa hadi ya kumi na ya kumi na tatu hadi ya kumi na nne na injili tunaipata katika Injili ya Yohane sura ya kwanza aya ya 47 hadi 51. Nitaisoma injili. Yesu alipomwona Natanaeli anakuja kwake, akanena habari zake, tazama mwisraeli kwelikweli, hamna hila ndani yake. Natanaeli akamwambia umepateje kunitambua? Yesu akajibu akamwambia, kabla Filipo hajakuita ulipokuwapo chini ya mtini nilikuona. Na Nathanaeli akajibu, Rabi, wewe u mwana wa Mungu, ndiwe mfalme wa Israeli. Yesu akajibu akamwambia, kwa sababu nilikwambia nilikuona chini ya mtini, waamini? Utaona mambo makubwa kuliko haya. Akawaambia, amini amini nawaambia, mtaziona mbingu zimefunguka na malaika wa Mungu wakikwea na kushuka juu ya mwana wa Adamu. Neno la Bwana. Sifa kwako, E Kristo. Mpendwa mtazamaji, malaika ambao leo tunawasikia, malaika wakuu ambao ni malaika Mikaeli, Gabrieli na Rafaeli, ni nani katika safu ya viumbe vya Mwenyezi Mungu alivyoviumba? Katika Nasadiki tunakiri kwamba Mwenyezi Mungu ameumba mbingu na nchi na akaumba vitu vinavyoonekana na visivyoonekana. Kwa hiyo, katika kipengele cha vitu visivyoonekana katika macho ya kibinadamu, mmoja hapo ni malaika. Malaika ni viumbe ambao wameumbwa na Mwenyezi Mungu kwa ajili ya utumishi, kwenda kuwatumikia binadamu, na kila binadamu anayezaliwa hapa duniani anakuwa ana malaika malaika mlinzi wake na baadaye pia hadi nchi inakuwa ina malaika mlinzi. Sasa katika safu hii ya, mara, ya malaika kuna malaika ambao wa kila mtu kuna malaika katika nchi na baadaye pia kuna malaika ambao wamepewa majina ya makerubi na maserafi. Sasa baadaye kuna malaika ambao ni wakuu. Sasa hawa malaika wakuu ndio hawa wenye majina ambayo nimekutajia hapo ambayo ni Mtakatifu Mikaeli, Gabrieli na Rafaeli ambayo ni malaika wakuu. Tuanze kumwangalia huyu eh, malaika mkuu Mikaeli. Malaika mkuu Mikaeli yeye ni malaika ambaye anasimama mbele za Mwenyezi Mungu akiwa anaongoza jeshi lile katika safu ya ulinzi. Na katika ili Mikaeli yeye ndiye ambaye katika masimulizi mbalimbali yaliyopo katika vitabu e, e, mbalimbali vya kikanisa, wakati Rusifa alipojiinua mbele za Mwenyezi Mungu akataka achukue hizo sifa, yeye ndio aliyeongoza jeshi lile la malaika wa mbinguni wakapigana na huyu Rusifa akashushwa duniani, na malaika e, Mikaeli akaongoza akawa mshindi akabakia kule mbinguni. Kwa hiyo hadi leo yeye ndio anayesimama katika ile nafasi ya ulinzi anaongoza yale majeshi ya malaika wa mbinguni katika nafasi ya ulinzi. Ndio maana kuna sala nyingi mbalimbali zinazosali kwa malaika Mikaeli kwa ajili ya ulinzi wa mbinguni. Anakuja malaika Gabrieli. Gabrieli yeye anasimama katika kitengo cha habari. Gabrieli ndiye ambaye katika manabii mbalimbali katika agano la kale aliwatokea ndio maana waliweza kumwona. Alimtokea huyu ambaye mara kwa mara tumekuwa tukimwona kabisa kwamba ni mtumishi wa Mwenyezi Mungu ambaye alikuwa anaitwa Gideoni. Malaika Gabrieli alimtokea Gideoni akamwambia, wewe shujaa wa Mwenyezi Mungu, enenda kwa uwezo wako ambao uko nao. Ingawa Gideoni alibishana sana na huyu malaika Baadaye malaika akamwonyesha kwamba ametumwa na Mwenyezi Mungu, ni malaika Gabrieli. Baadaye katika habari za kuweza kuzaliwa kwa Yesu Kristo, malaika Gabrieli ndiye aliyetumwa kwenda kuongea na Bikira Maria kwamba utachukua mimba na utazaa mtoto, naye utamwita jina lake Yesu ambaye ni Emanueli, Mungu pamoja na sisi. Na huyu malaika Gabrieli amekuwa akiwatokea wengi katika kuweza kuwapasha habari. Kwa hiyo ukiona unapewa habari na yoyote ya kimungu, kama alivyopewa Zakaria akiwa kule hekaluni anapofukizia uvumba kwenye ile madhabahu, ilikuwa ni kazi ya malaika Gabrieli. Kwa hiyo ukiona katika safari ya maisha yako unataka upewe jambo lote la mwenyezi Mungu, taarifa yote ile, malaika Gabrieli anasimama kuweza kutuletea habari ya mwenyezi Mungu na baadaye malaika mkuu wa tatu ni malaika Rafaeli, yeye ni dawa ya Mwenyezi Mungu. Katika kitabu cha Tobia, uh, tunasikia kwamba yeye ndio aliyemwongoza Tobiti katika safari yote aliyokuwa nayo, alipokuwa ametoka kwa baba yake akaenda kuweza kumuoa Sara. Njiani ak, malaika huyu alikutana naye akamwambia amchukue samaki na achukue ile nyongo, na baadaye alipokuwa ameenda kwenye ile familia alienda kumuoa Sara, akaichoma ile nyongo, ile jini ambayo alikuwa anamtesa yule binti Sara akaondoka, na baadaye huyu eh, Tobiti akaweza kumuoa huyu binti, na baadaye alipokuwa narudi alivyokuja kwa babake aliyekuwa kipofu, babake aliponywa, aliyemsaidia ni malaika Rafaeli. Katika magonjwa, katika mateso, katika maangaiko yote, mtumie malaika Rafaeli. Katika kupata habari njema, unataka neno la Mwenyezi Mungu, Mungu aseme nawe, Malaika Gabrieli katika ulinzi. Mara kwa mara, usije ukaacha kumwita malaika mkuu Mikaeli asimame katika ulinzi wa familia yako, nyumba yako na taifa letu kwa ujumla. Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.